Amba kuna kiongozi yetu ambaye atazungumza nasi, lakini awali tuliweza kuona viongozi wa ODM wakiongozwa na Gladys Wanga walifanya mkutano kwenye hoteli ya Ajel ambayo ipo uh, kando na kando ya uwanja uh, huu wa JKIA. Lakini tukifika pale, lii pengine kutakuwa kuta na viongozi mmoja wawili ambao atazungumza. Hatujaweza kupata hilo, lakini ikiwa atazungumza, nitakuwa ange kuhakikisha nimewapa uh, kila kitu ambacho kinaendelea. Asante Suleiman, nilikuwa namweleza sana mamani hapa kwamba kando na kupata sauti zako uh, Suleiman, pia tutatarajia picha za moja kwa moja uh, kwa sababu wajua pia umebobea na katika masuala ya social media <laughs> Na, wana admin wanakuita admin <laughs> yule mkali wao. Asante sana Suleiman Kagwe, thank you. Asante, karibu. Asante sana that Am, is it sa mama amejitangaza ame ame na na hizi hizi meme meme nyingi shauri yake, shauri yake. <laughs> <laughs> meme nyingi hizi zina wajua, watu wamekuwa kiuliza huyu admin wa Radio Maisha social media <laughs>